Nitamwinua kuhani mwaminifu atakayetenda sawasawa na haja za moyo wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, ndiyo ilikuwa antifoni ya wimbo wa ufunguzi iliyosindikiza maandamano marefu ambayo asubuhi ya leo ya tarehe 7 Mei 2025 iliwaona wakiingia makardinali wateule kwa upole kama kawaida katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani lililojaa waamini elfu tano wakati wa misa ya pro eligendo romano pontifiche, yaani kabla ya kuchagua papa wa roma aliyeongoza misa hiyo katika madhabahu ya kukiri ni kardinali Giovanni Battista Re dekano wa baraza la makardinali katika mahali pa ibada palipohifadhi mabaki ya mtakatifu petro ambaye ni mrithi wake atakayepigiwa kura na makardinali 133 kati ya 220 kumpata papa wa 267 jina lake bado limehifadhiwa katika moyo wa bwana lakini maombi yote na mtazamo wa ulimwengu

Wapendwa wote kaka na dada, katika Matendo ya Mitume tunasoma kwamba baada ya Kristo kupaa mbinguni na wakati wakingojea Pentekoste, wote walikuwa wakidumu na kuunganishwa katika sara pamoja na Maria mama wa Yesu rejea Matendo ya Mitume sura ya kwanza, aya 14. Hivi ndivyo sisi pia tunafanya masaa machache kabla ya kuanza kwa konklave, yaani mkutano mkuu wa uchaguzi, chini ya mtazamo wa picha ya mama yetu Mama iliyowekwa karibu na madhabahu katika basilika hii inayoinuka ya kaburi la mtume Petro tunaona watu wote wa Mungu wakiwa wameungana nasi kwa hisia zao za imani, upendo kwa Papa na matarajio yao ya uhakika. Kardinali Rea aliendelea, tuko hapa kuomba msaada wa Roho Mtakatifu, kumwomba mwanga wake na nguvu zake, ili Papa mbaye kanisa na wanadamu wanahitaji katika hatua hii ngumu na ngumu ya mabadiliko katika historia aweze kuchaguliwa. Kusali na kumwomba Roho Mtakatifu ndiyo mtazamo pekee sahihi na haki, huku makardinali wateule na wapiga kura wakijiandaa kwa tendo la uwajibikaji wa juu kabisa wa kibinadamu na wa kikanisa, na kwa uchaguzi wa umuhimu wa kipekee. Tendo la kibinadamu ambalo kwa ajili yake ni lazima mtu aache mazingatio yote ya kibinafsi na kuwa ndani ya akili ya moyo wa mtu Mungu wa Yesu Kristo pekee na wema wa kanisa na wa ubinadamu. Kadinarire Aliendelea kukazia kwamba katika Injili iliyosomwa maneno yalisikika ambayo yanatupeleka kwenye moyo wa agano la juu kabisa la ujumbe wa Yesu uliotolewa kwa mitume wake jioni ya karamu kuu ya kuaga: hii ndiyo amri yangu, mpendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Karibu kwa kutaka kufafanua kwamba kama nilivyowapenda ninyi, na kuonesha jinsi upendo wetu unapaswa kufikia mbali, Yesu kisha akasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya ya rafiki zake rejea Yoane sura ya kumi na tano aya ya kumi na tatu. Ni ujumbe wa upendo ambao Yesu anaofafanua kwa amri mpya, mpya kwa sababu inabadilika kuwa kitu chanya na kupanua sana onyo la Agano la Kale ambalo lilisema, usiwafanyie wengine kile ambacho hungependa kufanyiwa upendo ambao Yesu anaofunua hauna mipaka na lazima udhihirishe mawazo na matendo ya wanafunzi wake wote ambao katika tabia zao lazima daima waoneshe upendo wake kweli na kujitolea kujenga ustaarabu mpya ambao Papa Paulo wa Sita aliuita ustaarabu wa upendo. Kwa hiyo upendo ndiyo nguvu pekee inayoweza kubadilisha ulimwengu, Kardinali Re aliendelea. Yesu alitupatia mfano wa upendo huu mwanzoni mwa karamu ya mwisho kwa ishara ya kushangaza alijishusha, ili kuwatumikia wengine, kuosha miguu ya mitume bila ubaguzi, bila kumtenga Yuda ambaye angemsaliti. Ujumbe huu wa Yesu unaunganishwa na yale tuliyoyasikia katika somo la kwanza la Misa, ambapo nabii Isaya anatukumbusha kwamba sifa ya msingi ya wachungaji ni upendo hadi kujitoa kikamilifu. Kwa hiyo, kutokana na maandiko ya kiliturujia ya adhimisho hili la Ekaristi, tunapokea mwaliko wa upendo wa kidugu, kusaidiana na kujitolea kwa umoja wa kikanisa na udugu wa kiutu kwa watu wote. Miongoni mwa kazi ya kila mrithi wa Petro ni ile ya kufanya ushirika kukua, ushirika wa Wakristo wote pamoja na Kristo, ushirika wa maaskofu na papa, ushirika wa maaskofu kati yao wenyewe. Kardinali Re aliendelea kuainisha jukumu la Baba Mtakatifu kwamba sio ushirika wa kujirejea, lakini unaolenga kabisa ushirika kati ya watu, watu na tamaduni, ukijali kwamba kanisa daima ni nyumba na shule ya umoja. Pia kuna wito mkubwa wa kudumisha umoja wa kanisa katika njia inayofuatiliwa na Kristo kwa mitume. Umoja wa kanisa unatamaniwa na Kristo, umoja ambao haumaanishi usawa bali ushirika thabiti na wakina katika utofauti mradi tu mtu anadumu katika uaminifu kamili kwa Injili kwa njia hiyo Kardinali Le aliongeza, kila papa anaendelea kumwirisha Petro na utume wake na hivyo kumwakilisha Kristo hapa duniani, ndiye mwamba ambao kanisa limejengwa juu yake, rejea Injili ya Matayo sura 16 aya 18. kuchaguliwa kwa papa mpya siyo mpigo rahisi wa watu, lakini siku zote ni mtume Petro ndiye anayerudi, Kardinali alikazia. Makardinali wateule na wapiga kura yao katika kanisa la Sistini ambapo kama katiba ya kitume ya univeris Dominit Greges inavyosema, kila kitu kinachangia kukuza ufahamu wa uwepo wa Mungu ambaye kila mtu lazima ajitokeze mbele yake siku moja ili kuhukumiwa. Papa Yoane wa Pili alitumaini kwamba katika saa ya uamuzi mkuu, kwa njia ya kura, sura inayokuja ni ile ya msanii Michelangelo ya Yesu hakimu ingemkumbusha kila mtu juu ya ukuu wa jukumu la kuweka funguo kuu kama andikavyo mwandishi Dante katika mikono ya kulia . Kwa hiyo tuombe kwamba Roho Mtakatifu, ambaye katika miaka mia moja iliyopita ametupatia mfululizo wa mapapa watakatifu na wakuu kweli kweli, atujalie papa mpya kadiri ya moyo wa Mungu kwa ajili ya mema ya kanisa na ya wanadamu. Na tusali ili Mwenyezi Mungu aweze kulijalia kanisa papa ambaye anajua zaidi kuamsha dhamiri za watu wote, na nguvu ya kimaadili na kiroho katika ya leo hii yenye sifa ya maendeleo makubwa ya kiteknolojia, lakini ambayo inaelekea kumsahau Mungu. Ulimwengu wa leo hii unatarajia mengi kutoka kwa kanisa, kulinda zile tunu msingi za kibinadamu na za kiroho ambazo pasipo hizo kuishi pamoja kwa binadamu hakutakuwa bora au kuzaa mema kwa vizazi vijavyo. Kwa kuhitimisha, Kardinari Re aliyesema Bikira Maria, mama wa kanisa, aingilie kati maombezi yake ya kimama, ili Roho Mtakatifu aweze kuangaza akili za wateule makardinari na kuwafanya wakubaliane katika uchaguzi wa Papa anayehitajika katika wakati wetu. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji wa Vatican News, nawe endelea kuwa nasi kusali kwa ajili ya Papa mpya anayehitajika kwa wakati wetu. Misa ikiwa inaendelea, wakati wa maombi, mara baada ya sala ya Kardinari Re, sala kutoka lugha mbalimbali ikiwemo ya Kiswahili kwa ajili ya kumwombea papa mpya na kanisa ilisikika. Dio padre onnipotente vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verita a lui rivolgiamo la nostra fervida preghiera Ee Bwana wa pero wako, wajalie akili na shauri hekima na mang'amuzi <mulia>